Ushawahi koniwa hii Nairobi. Kuna jamaa alinicon. <laughs> Hadi nikampigia makofi. Alinicon vizuri. Aliniangalia tu. Akaniuliza, kuna kazi? Kuna few years nimemaliza high school, niko mtaani so nilikuwa ni area ya Kariobangi. Nimeenda kuna best yangu alikuwa amenituma kwenda ku, anafanya hizi mambo za job za carpentry so alikuwa amenituma niende ku, ku deposit pesa kwa bank. So bahati mzuri nilikuwa ni sharp deposit pesa kwa bank Kariobangi pale Equity, so narudi hiyo. So, time kulikuwa na hizi Nokia kwa Nokia ni 2750 ama sikumbuki, exact lakini ilikuwa Nokia fulani ya flap hivi smart sana. Hiyo kwanza, hiyo ilikuwa maroon mpya, nilikuwa nimebaiwa, nimeuzi wana boy fulani hapo, alinuzia tu throw away price. Simu noma maroon hivi flap, hapo juu iko na ka screen, hiyo simu ilikuwa na ka smart. So mimi niko na hiyo time, hata si bado sijakuwa Muislamu, nimeka kama earphone zangu na ndani, sikiza tu vitu zangu eh, na kinikibounce, naenda nikaona jamaa hapo Kariobangi kuna kwanga na kafo hapo ka, e, chachi ya kafo hapo Kariobangi. So majamame kula vizuri ya mepiga luku smart, soma kando ya gari hapo. Nikipita kanita kijana, excuse me kidogo. Kaenda nikatoa ya phone moja ndio nimsikie. Kaniuliza unaitwa nani? Nikamwambia Hasan. Niuliza uko na kazi, kweli uko na kazi? Ah, nikamwambia eh. Hapo sio, hakuna kitu mbaya kama mwanaume eh Unaamka asubuhi au una mahali pa kuenda? Sa hiyo sijaenda, sina hata, sijui kama nitaenda, nini college. Nimemaliza high school, mzazi ana uwezo wa kulipia college, so ujui nini. Venye nili react akaniambia maneno tuongelee lakini kwanza nataka nikutume. Hapo Kariobangi watu wao ya bangu anajua. Hapo kuna kwanga pale mbele, mbele. Karibu na mosque, opposite mosque ya Huruma. Kuna kwa na Seniors Driving School ilikuwa hapo kitambo kwa gorofa hapo juu. Seniors Driving. Akaniambia nataka pale uende uende pale Seniors uniletee tairi ya gari ya gari yangu. Sasa mimi ni, ni, niseme ni nani? Nikitani nikianza kuenda. Akaniambia lakini, nitajuaje wewe hautatoroka na taili yangu? Nikamwambia, si nifanyaje, nikuachie ID. Na watu wengi unajua, watu wengi huwa tunawatuma na Itali moja ni kama elfu kumi na huwa tunawatuma watu wengi na wanatoroka nayo. Sasa wewe nitajuaje wewe hautatoroka na taili yangu? Nikamwambia, ah, wacha nikuachie ID. Nikatoa wallet nimpe ID, akachukua ID, akaangalia, akasema unajua, ID unaweza ndio uchukue wengine, fanya hivi kuna namba hapo ya simu unaweza kunipea, nifanye nini ndio ni, ni, in case utoroke, naweza kufuatilia. ah, mimi haraka haraka hapo kuna best yangu Gabi, Gabriel Owino eh? <laughs> nyakuarokola hapo best yangu sana Gabi eh? Kafikiria haraka, acha nitoe simu nimpatie namba ya Gabi. Jamaa sasa, ikakuwa nimeingia kwa trap yake, akaona ile simu <laughs> usitake, ona jamaa ameona ile simu Akaniambiaje, lakini fanya hivi wachana hata namba, we niachie simu. Ai, mi ni msoa geto bana, mi ni mse mjanje, nikuachieje simu yangu bana? Weje ukitoroka nayo? hey, kumbe janja kapata! hey, hey, hey, hey, <laughs> jamaa wasabanga, janja kapata jeuri, ama wanasema aje bana? Hebu niandikie kwa kiswahili bana hapo kwa koment. Jamaa alifikiria haraka Namwambia wewe eh, akatoa akatoa key key holder iko na bunch of keys, akatoa kimoja key haraka haraka, akaniambia shika hii kifungu yangu ya gari. Akanipea kifungu ya gari eh, Baba amenipa kwa kifungu ya gari. Mimi hata nilikuwa na sweta fulani hapa, nimeshika na hiyo sweta, ilikuwa ya msea amenipatia tu, ile mmeenda mahali event, kumekuwa baridi mausiku us, eh, siku jamako anaperform yeye, akanipea sweta yake hata e, si yangu nikamwachia gari. Na gari amesimama nao hapo kando tumesimama, kando ya barabara kuna ka junction kanaingia hivi, hapo ndo amesimama so kuna barabara hapo mbele kidogo kuna petro station ya Shell. So mimi nikajiambia pale, nikienda pale ndaenda hivi juu, huyu jamaa pia mimi simuamini, acha niende hivi hapo Shell, niingie kwanza, nijifiche, nimuangalie kwanza venye atafanya. Kama ataka ku, ataanza ata kuenda nikimbie, nikuje nichukue simu yangu. We vile nilitoka, sijui hawa utumia nini, vile nilianza tu kuenda hivi, nikianza tu kuenda, nilijipata tu uko serious, alafu funny enough nilijipata tu seniors, nimeswet hata si hata sikuuliza, nilipata tu hapo nime sweat kwa akili yangu, najua tu jamaa, najua tu nimeibiwa, sijui hawa sio utumia nini. Yani kwa akili yako wewe mwenyewe unajua tu unaona tu u jamaa eh, u jamaa, kuna jamaa ananiibia, lakini you cannot take, bring yourself to ile to the decision ya, ya kufanya nini ya kukosa kufanya hivyo ama kumpatia so mi nimefika tu pale seniors nika eh, eh, nikajiambia hapana, hapa hapa sidhani kama na na, na feel nime sweat, paka ananiuliza. Nilifika tu hivi hata sikuwa ongelesha, nika tan bio paka pale kwa ile gari pale, jamaa kwa simama ai, nikienda gari iko pale, watu wako kando, na wauliza mwenye hii gari yako wapi? Nimeleta noma sema hapana, hii gari si ni ya huyu jamaa, asijui kuna jamaa kwa simama hapa, hatumjui hivyo, ndo nilibiwa simu Jamaa ameibia msee <laughs> hasla anatafuta <laughs> kazi. Yaani hii kutafuta kazi kukuwa, kukuwa wewe hauna job, jamaa alinisoma hivyo hmm? Ndio, yaani jamaa alinisoma akatumia wats kidogo na akaniibia, because mwanaume, unajua kwa mwanaume ni ngumu sana ukowe unaamka asubuhi hakuna mahali unaenda, unaamka asubuhi hauna kitu ya kuduu wasi wengine wanaenda hata sometimes, unaweza kuta uko na doo kidogo. Hakuna kitu ngumu ama mbaya kama mwanaume unakosa purpose, unakosa kitu ya kufanya, unakuwa tu we unalala, unaamka hauna mahali pa kwenda, huna kitu ya kudu. Nikimalizia hii stori hii Sunday 29th June 2025 kwa vijana wa Waislamu, na hata kama we si Muislamu pia uko karibu ngaje hii program. Tulikuwa tumeanza kwa vijana Waislamu, lakini everyone, sisi tuko na open door policy for, for vijana. Najua wasewa na hustle, wasewa na struggle, sometimes umejibu umepeleka like, umetuma ma CV hapa kule, so sisi tuko na program moja ambaye ni ajabu sana inaitwa tunaweza brotherhood and mentorship. Tunaleta vijana pamoja. Last time tuliongelea business kama vile unaweza kuwa kwa business yako. Hii time tunaongelea kama hauna job. Tunaleta ma expert, jamaa wa, wanaandika watu job. Kuna kijana mmoja best yangu anaitwa Brian. Yeye anafanya remote work. Juzi amebai gari. Anasema miaka mbili, miaka tatu imepita, alikuwa hata haezi afford Uber, hata haezi afford Mart. Juzi amebai gari. Atakuja kutuambia ni strategy gani alitumia kuwasaidia jamaa. Akona, akona akona maziwa. Kuna maziwa imetoka ime wapi lazima lakini pia lazima si pia tujitume kuja kwa hii shughuli kuja hapo hivyo. Itakuwa hapo kwa comment, pia nitaweka poster. Itakuwa Masjid Alamin, Alamin Mosque hapo karibu kat katikati ya Pangani ama Chai Road na isilie hiyo area inaitwa Ushirika kuanzia saa mbili mpaka saa saba na wasi kutokuwa na ma expert wengine na pia tutakuwa tunakaa tunarekod vijana ma video tunawarekod unasema mimi nikona ni expertise fulani na sijapata job, unakaa mpia tunaweza kubonga tunakurekod, tunaweka kwa, kwa, kwa tiktok yetu kwa social media yetu, mtu uwezo kwa, kwa wa Mungu, lakini lazima pia situjitume, haitakuja kwa bed yako.